kwa wazazi wake mpaka kwanza apige magoti kwako, mume wangu, nakuomba idhini niende nikamsalimia nika mama yangu. Ukimwambia hapana, sheria namwambia usitoke, huwezi ukatosheka we mwanamume na hilo tu, kwamba unaweza ukamnyima ruksa ya kwenda kwa watu wake wa karibu. Hilo peke yake halikupi thamani ya kumfanyia wema mwanamke kama huyu. Turidu lihtimam, mama, mwanamke anataka umwonyeshe, uchukue nafasi nafasi adhimu, umuonyeshe kwamba wewe ndio kila kitu kwake. Yeye chukua nafasi sasa. Wewe ukijifanya mtoto wa mjini, utamshinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maisha yake yote, wake zake wote, ana nafasi zao, ana muda nao, okaa nao, kuongea nao, kufurahi nao. turidu lihtimam, turidu lmahabba, anataka mapenzi. turidu rahma anataka huruma. turidu latfu hannan, anataka wema, anataka upole. turidu lamani, anataka amani. Amani akikuona wewe mwanamume anajua ndiyo, ndiyo ngao yake baada ya Allah. Anaweza akafanya lolote, anajua mimi mume wangu yupo, anaona kwako ndio ngao. Amani, amani, anataka kila kitu, ajifahari, ajionyeshe kwamba wewe ndio kila kitu kwake. Si kwamba wanawake wengi hawataki wanamume waongeze wake, kwa sababu wanawake hawana mamlaka ya kumzuia mwanaume kuongeza, hawana mamlaka hata kidogo. ili ni jukumu Allah kampa mwanamume, akitaka anaongeza bila hata ruhusa ya kumwomba mwanamke. Sio jukumu la Uislamu, hii ni amri Allah kampa mwanamume. Lakini kwa nini wanaumia? Kwa nini wanateseka? Kwa nini wanajihami? Ni kwa sababu mwanamume hajaonyesha dini, hajaonyesha malezi ya Kiislamu ya uhalisia juu ya wake zake au mke wake, kwa anahisi kwamba kinachokuja ni vita. Tunawajenki saikolojia ni vita, kwa sababu wewe hujamjenga kwamba wewe ndio kila kitu kwake, yeye hujampa amani, mapenzi, utulivu, haya namfanya. Ukiwa naye tu amejengwa hofu kubwa, sasa ukioa itakuwaje? Leo jamii yetu haina mapenzi wala huruma kwa familia zao, na hasa vijana wetu ambao tunaoozesha misikitini. Ndoa inafungwa msikitini, ndoa inafungwa inasoma Qurani, kadaka mambo mengi na